Naitwa Matanga Juma, mhandisi wa umwagiliaji ofisi ya kanda ya Mtwara. Tunaelezea teknolojia za uvunaji wa maji ya mvua, tunaonyesha teknolojia za namna ya kuchepusha maji kutoka katika mito, vilevile tunaelezea namna ya kutumia maji ya kutoka chini ya ardhi, maana ya visima virefu. Teknolojia zote hizi lengo lake ni katika kusuplimenti maji katika miradi ya umwagiliaji. Kwa mfano tuanze na teknolojia ya kumwagilia maji kwa kutumia njia ya mifereji. Hii kitaalamu inajulikana kama surface irrigation. Njia hii mara nyingi inatumika kwa mazao ambayo yana mahitaji makubwa ya maji kama vile zao la mpunga, vilevile zao kama la mahindi, pia njia hii inatumika. Lakini vilevile sasa hivi kutokana na mabadiliko ya tabia nchi au climate change. E, tuna wizara ina, ina promote kilimo cha kutumia mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya matone au drip irrigation. Katika viwanja vyetu hapa miundombinu yote hii ipo, na katika miundombinu hii pia ipo miundombinu ambayo inatumia njia za asili kwa mfano kuna uwezo wa kutumia mfumo wa matone lakini kwa kutumia machupa machupa ambayo yametumika kwenye ma, nani maji ya kunywa yanaweza yakatumika pia kwa ajili ya umwagiliaji, kwa maana ya miti ya matunda kama vile machungwa, maembe. Mkulima atakachukua na kifanya katika hizo chupa ni kuchukua maji kwenye chupa yenye ujazo wa lita moja na nusu Ataijaza, akishaijaza hiyo chupa atakwenda, ataiweka kwenye ule mmea pale ilipo shina, na ile chupa itakuwa haijafunikwa na kifuniko chochote. Yale maji yataingia kwa njia ya tunayoita seepage, yatakuwa yanaingia taratibu katika ardhi, na baada ya muda wa masaa yasiyopungua manne hadi masaa sita kutegemeana na aina ya udongo, kama hayo maji yatakuwa yamekwisha, mkulima atajaza tena maji na, na kujaza katika hiyo chupa na kurudishia katika ule mmea. Pia vilevile tunaelezea namna ya maeneo ambayo yenye ukame, namna gani kilimo cha umwagiliaji kinaweza kikafanyika. Kilimo cha umwagiliaji kinaweza kikafanyika kwa ujenzi wa mabwawa. Katika kujenga mabwawa, yanasaidia kuvuna maji ambayo yanatoka kwenye milima. Hayo maji yatahifadhiwa na yatatumika pale yanapohitajika, na tuna uwezo wa kuyatoa kwa njia mbili, aidha kwa kutumia njia ya gravity, au kwa maana ya njia ya mwanguko, na vilevile tuna uwezo wa kuyatoa kwa kutumia njia ya pressurized system, kwa maana ya kutumia pampu. Zina uwezo wa kufunga, kufungwa pampu katika outlet system za bwawa na kuyatoa hayo maji katika bwawa kutegemeana na ulalo wa shamba. Lakini vilevile katika hizi teknolojia za umwagiliaji vile vile tuna teknolojia ambazo zipo za kisasa zaidi kwa maana ya center pivot. Eh, ni mitambo ambayo ni ya kisasa ambayo na yenyewe inategemea zaidi mfumo wa umeme, kwa maana ya kwamba maji lazima yasambazwe ya, ya na pump, lakini ile center pivot imelenga ime zaidi kwenye mashamba makubwa. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya teknolojia ambazo tunazionyesha katika maonyesho haya.